Habari za leo. Karibu kwenye video hii. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutazama video zangu, basi usisite kushare, usisite kulike na wala usisite kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata dondoo za video zangu zingine zinazofuata. Leo nitazungumzia jambo la msingi sana katika maisha yetu ya kila siku. Nitazungumzia kuhusu watu wenye bahati katika maisha ya kawaida tunayoishi. Ili uweze kufanikiwa, tunafanikiwa kwa kuchapa kazi, tunafanikiwa kwa kujishughulisha. Lakini katika maisha yetu ya kila siku, kuna watu katika maisha ambao wamezaliwa na bahati. Ni mambo gani yatakujulisha kwamba wewe ni mtu mwenye bahati? Ni vitu gani vitakuonyesha kwamba wewe ni mtu mwenye bahati? Tutaenda kuangalia mambo yanayoweza kukuonyesha kwamba wewe ni mtu mwenye bahati. Tutaanza na jambo moja baada ya jingine. Ila tunaenda kuangalia mambo sita yanayoonyesha kwamba wewe una bahati. Basi tuanze, tuanze na namba sita. Ndugu mtazamaji wa video zangu, karibu ili tuweze kuona mambo ambayo yanakuonyesha au yanakutambulisha kwamba wewe ni mtu mwenye bahati. Nimeandaa mambo sita ambayo yatakutambulisha kwamba wewe ni mtu mwenye bahati. Ukiona mambo hayo utajua kabisa kwamba wewe una bahati. Watu wengi ambao wamekuwa na hayo mambo katika maisha yao, maana yake tunaona siku zote maisha yao yamekuwa ni mazuri, maisha yao yamekuwa ni ya furaha. Tutaenda kuanza na jambo namba sita, lakini usisite kuendelea kuwa na mimi mpaka mwisho, kwa sababu jambo namba mbili na jambo namba tatu yatakushangaza sana. Twende tukaangalie jambo namba si. Wewe ni mtu mwenye bahati, ni alama ulionayo kwenye kiganja cha mikono yako. Tazama mikono yako vizuri, ukiangalia mikono yako, watu wengi wenye alama M. Unaona M kama hii hapo, kwenye kidole hapo, kwenye vidole vyangu, kwenye kiganja cha mikono yangu, hiyo alama M inakuonyesha kwamba wewe ni mtu mwenye bahati. Watu wengi wenye alama hii kwenye mikono yao, maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu amewaumba kwa kuwawekea hiyo halama kuwaonyesha na kuwatambulisha kwamba hao ni watu wenye bahati. Maana yake nini? Maana ya herufi M? Herufi m kwa Kiingereza tunaweza tukasema huyo ni mtu mwenye uwezo wa kupata pesa, yaani inamaanisha mani huyo ni mtu mwenye uwezo wa kumiliki mali, ndio maana ya herufi M. Huyo ni mtu mwenye uwezo wa kutatua mambo mbalimbali. Kwa hiyo kama una herufi M kwenye kiganja cha mikono yako mshukuru Mungu sana, natambua kwamba wewe ni mtu mwenye bahati katika maisha yako yote. Twende tukaangalie tena Dalili ya tano. Dalili namba tano, kwamba wewe ni mtu mwenye bahati. Dalili ya tano kuonesha kwamba wewe ni mtu mwenye bahati ni ipi? Basi, dalili ya tano ni kwamba unakuwa na mabadiliko ya kiuchumi. Mtu mwenye bahati mara nyingi anakuwa na mabadiliko ya kiuchumi. Anakuwa na mabadiliko ya uchumi namna gani? Ni kwamba mtu huyu ana uwezo wa kukutana na mikataba mbalimbali, ana uwezo wa kusaini mikataba mbalimbali mbali katika shughuli zake, na hiyo mikataba anayoisaini inamzalishia pesa nyingi. Huyu ni mtu ambaye ana uwezo wa kukutana na mambo mazuri yanayoweza ya kumsaidia kubadilisha uchumi wake. Maana yake anakutana na fursa nyingi mara kwa mara, fursa ambazo wanakosa watu wengine, lakini mtu huyu mwenye bahati anakutana na hizi fursa. Kama ni mtu aliyeko kazini utaona mara nyingi anapata mikataba. Ana uwezo, kama ni anafanya kazi labda za ujenzi, labda anafanya kazi labda za kilimo, labda anafanya, yani unakuta anakutana na watu ambao wanampa mikataba, wanamuonesha connection. Kwa hiyo uchumi wake unaweza kubadilika. Tunasema mtu huyu ni mtu ambaye ana bahati. Dalili ya nne kuonyesha kwamba wewe ni mtu wa bahati ni ipi? Dalili inayokuonyesha kwamba wewe ni mtu wa bahati ni kwamba una uwezo wa kuepuka matatizo. mtu mwenye bahati ana uwezo wa kukutana na majanga makubwa. unakuta kuna ajali imetokea, gari imedondoka chini au gari limepata hitilafu au jambo lolote, yani ambalo ni la hatari, lakini unakuta yule mtu mwenye bahati ana uwezo wa kuepuka. Mtu huyo pia ana uwezo wa kutatua matatizo yake kwa njia ambazo ni sahihi. Unakuta tatizo ni kubwa mpaka kila mtu anashangaa, jamani, huyu mtu ametokaje hapa? Huyu mtu ame amefanikiwaje kuvuka katika hili? Tunaita watu hao ni watu wenye bahati. Unaona, janga ni kubwa kabisa, lakini mtu anaibuka, anavuka peke yake. Tunaita kwamba huyo mtu ni mtu ambaye ana bahati. Ndugu mtazamaji, sasa twende tukaangalie dalili ya tatu ya mtu mwenye bahati. Dalili ya tatu ya mtu mwenye bahati ni kuhusiana na watu wema Mtu mwenye bahati anakuwa na ile bahati ya kuhusiana na watu wema. Anajikuta watu wema wanamfuata, akiwa na shida yoyote anaweza kupata usaidizi kwa haraka sana. Anakutana na watu ambao wanaweza kumsaidia katika maisha yake. Connection kwake ni jambo la kawaida, watu wanatokea tu katika maisha yake, wanaanza kumsaidia, iwe kwenye biashara, iwe kwenye kazi iwe kwenye jambo lolote linalomuhusu, lazima atapata usaidizi. Ndio maana tunasema huyu mtu ana bahati katika maisha yake. Watu wema wanamfuata, watu wabaya kwake hawamfuati, anafuatwa na watu wema tu. Maisha yake yote yanakuwa amezungukwa na watu ambao wana uwezo wa kumbusti katika maisha yake, watu ambao wanaweza wakamsogeza mbele zaidi katika masuala ya maendeleo, tunasema huyo ni mtu mwenye bahati. Dalili ya pili inayokuonyesha kwamba wewe ni mtu mwenye bahati ni kupata fursa, kupata fursa ambazo wengi wamezikosa. Unakuta tu mtu anaenda kwenye interview, mpo hata ishirini pale mmekaa mnasubiria wote matumbo joto lakini unashangaa tu unaingia pale unafanya interview, mtu hata amna anayekuangalia, wanakuuliza maswali matatu mangapi wanakuambia toka. Anaingia mtu mwingine anaulizwa swali moja tu, ila umeingia tu unazungua naweza kusema ndio huyu hapa, huyu ndio tulikuwa tunamtafuta. Yani hata ujaongea pointi za kuridhisha watu lakini tayari wanasema yes, huyu ndio mwenyewe tulikuwa tunamtaka. Kwa hiyo huyu mtu tunaita kwamba ana bahati ana uwezo wa kupata fursa ambazo wengine wanazikosa. Unakuta hata watu wametuma maombi fulani, wako wengi, lakini anatokea tu mtu wanasema nafasi ilipatikana moja, watu mia tano, ni wewe peke yako tu umepata. Tunaita kwamba wewe ni mtu mwenye bahati. Jambo la kwanza linaloonyesha kwamba mtu ana bahati katika maisha ni kupata ufanisi katika maisha yake. Mtu mwenye bahati akifanya kazi anafanikiwa, akifanya biashara anafanikiwa, jambo lolote analolifanya lazima tu afanikiwe, hakwami ovyoovyo huyu ovyo. Mtu tunamuita ni mtu mwenye bahati Ukiona katika mazingira yote yanayomzunguka, shughuli zake anazozifanya, kazi zake anazozifanya, ya mambo yake mengi, lazima yanakuwa na ufanisi. Akiamua kwa mfano hata anajenga, unaona ni mtu anakwenda moja kwa moja akiamua kufanya biashara unaona ni mtu anakwenda tu bila vikwazo. Akiamua kufanya kazi, anakuwa anahusiana na watu vizuri, anakuwa anafanikiwa, kipato chake kinaongezeka, mambo yake yanakuwa mazuri. Huyu mtu tunasema ni mtu ambaye ana bahati zake. Katika hayo mambo sita niliyoyataja Ukiona kuna jambo mojawapo ulilonalo kati ya hayo sita, jihesabu kwamba wewe ni mtu mwenye bahati. Ukiona unafanikiwa, ukiona unahusiana vizuri na watu, ukiona unashirikiana na watu wengine, ukiona unapata watu wanaokusapoti katika maisha yako, ukiona fursa hazikupiti ovyoovyo ovyo, jua kwamba wewe ni mtu mwenye bahati. Je, ni mambo gani mengine ambayo unayafahamu ambayo unajua kabisa mtu akiwa nayo anakuwa ni mtu mwenye bahati? Karibu kwenye comment section, andika mambo ambayo watu wanakuwa nayo wenye bahati, ili tuweze kujadili kwa pamoja. Usisite kushea video hii. Kama umependa video hii, basi usisite kushare, usisite kulike na usisite kusubscribe, ili uwe wa kwanza kupata dondoo za video zangu zingine zinazofuata. Wewe ni mtu mwenye bahati. Wewe ni mtu wa maana. Wewe ni mtu wa maana na bahati kubwa katika maisha yako. Karibu tena katika video nyingine ambapo tutazungumzia mambo muhimu yanayoweza kumfanya mtu awe na bahati. Karibu sana na asante.